teknolojia ya kidigitali. Ndiyo. Watu wanaingia kwenye mitandao ya kijamii. Watu utasikia wanaingia kwenye tovuti kufanya biashara mtandaoni. Umeona? Sasa haya mambo yote ya, ya kuhusiana na kimtandao tunapotumia sasa huko hayo mitandao, kuna kitu kinaitwa mashambulizi ya mtandaoni, mm. Umeona? mashambulizi ya mtandaoni inahusika na, na masuala kama tunasikia haka wale wadukuzi eh, tunawasikia wadukuzi, kuna masuala ya wizi mtandaoni. Sasa hivi watu wanatumia mitandao ya jamii kutengeneza akaunti feki na wanawalagai watu umeona? Md. Eh, nadhani hiyo tayari mshapata nyewe, mnajua sasa. Kutokana na yote hayote na mashambulizi ya kimtandao, sisi mamlaka ni wajibu wetu sasa kuelimisha umma kutumia njia nzuri na njia salama, ili usiweze wewe kuibiwa au kutapeliwa. Ndio Md. maana tukasema ni rahisi kwa maana ni rahisi kutumia mitandao kama kuna ukifuata hivi vidokezo nitakavyovisema, utabaki salama, hutoweza kutapeliwa na na, kama ukitumia salama, neno sitapeliki ndio linakuja sasa.